dhidi ya Waingereza. Leo mnarudi pale, ndio mchaguo Nyerere. Karibu sana, karibu maktaba from lst times to independence african history. takiwa na kitabu hiki conflict and harmony in Zanzibar na vitabu vingi sana mi vya historia ya Zanzibar. iki ni cha uh, Almusini Barwani. Ali Muhsin Barwani alinipa jina, alikuwa akinita Muhammad Manyema. Wahenga hunena kwamba fumbo mfumbie mjinga, lakini mwerevu elewa, ataelewa <laughs> na kuna baadhi ya watu wanasema mswahili ama mtu mweusi, yeye ukitaka kumficha basi muwekee kwenye vitabu. Jambo hilo limekuwa tofauti kwa mzee Muhammad bin Said. <laughs> <Watcha, brother. laughs> legacy Akiwa na miaka thelathini na tisa, kijana wa kizanaki kutoka kijiji cha Butiama anaaminiwa na kuapishwa kwa rais wa Tanzania, rais wa Tanganyika hapo kabla ya muungano. Na haya ni miongoni mwa rasharasha tu kati ya mengi tunaoenda kuzungumza na mzee Mohamed Said, mtaalamu wa historia nchini Tanzania. E, mzee Said, uhali gani na karibu sana. Asante mwana shikamo, maraba sawa. so, so, salamu ndugu Mtanzania popote pale ulipo, ni kukaribishe tukienda kuangazia miaka takriban mia moja na tatu ya kumbukizi ya mazazi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa la Tanzania, Ismail. <laughs> Naam, umeleta jambo ambalo limenifurahisha kidogo. Umetaja Zanaki. Mwalimu Nyerere amekuja Dar es Salaam mwaka hamsini na mbili na hii hii hi, ni historia ambayo kila siku mmesikia, na alipokewa na a ndio alikuwa kiongozi wa wa, wa taa wakati hule alikuwa acting president, na vilevile alikuwa chifu. Sasa na mnukuu binti yake, anaitwa Aisha. Aisha jina lake la utani ni Daisy, nida mara nyingine utaniona na na nataja Aisha na mtaja Daisy Ilipofika miaka hamsini ya kifo cha eh, babake ishirini kumi na nane aliandika makala ya kumbukumbu ya baba yake. Sasa nakuja katika hii kabila la wa Wazanaki. Dezi anasema wao nyumbani kwao pale walikuja kujua kama kuna kabila la Zanaki baada ya kumwona Mwalimu Nyerere, ndio wakajua kuwa kuna kabila inaitwa Wazanaki. So, utaja hii Wazanaki ukakumbusha ile makala ambayo kwa e, makala nzuri sana ambayo unaweza atauo kaitumia kumjua Mwalimu Nyerere, okay. Anasema e, kuwa mimi ni mona mwalimu ni mdogo s mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama tulivyosema, watu wengi tayari wameshamzungumza na na mambo mengi. Ni nguli, gwiji wa siasa, mwandishi, mwalimu, na ana sifa kadha wa kadha nyingi ambazo kinywa changu huenda kikawa kichache kuizungumza, lakini Tupo katika wakati ambao Oktoba 14 tunaenda kukumbuka miaka yake 103 tangu kuzaliwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini vilevile Oktoba 29, eh, Tanzania inaenda ku tekeleza uchaguzi mkuu ambao ni uchaguzi wa saba tangu kuanzishwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1995. Kwako wewe, vijana wana nafasi gani nchini Tanzania katika ushiriki wa siasa na maamuzi ya taifa lao? Tauta, kuna vitu navigusa mimi na lazima ni viseme, na uko na hayo maswali unataka kuniuliza, nitajibu. Asante. Umemtaja Mwalimu Nyerere Kulikuwa na gazeti hapa zamani inaitwa Change, e, gazeti la Change alizianzisha marehemu Juma Mwapachu, ilikuwa e la Kiingereza like, kwa muda ulilokuwepo ilikuwa linatoa makala nzuri sana, na mmoja wa maedita alikuwa Abdu Mtemvu. Abdu Mtemvu ni mdogo wake Zuberi Mtemvu ambaye alikuwa general sekretari wa TANU katika wasisi wenyewe wa chama cha TANU, wapigania uhuru. Sasa siku moja wakataka kuandika habari za Mwalimu. Mwalimu nani? Na nadhani hili ilikuwa msukumo wa Juma make, Juma Mwapachu ni mtoto wa Hamza Mwapachu ambaye alikuwa rafiki yake Mwalimu Nyerere. Basi wakamfata mzee Dosa Ruvu, unarakaa Mlandizi. Basi anamuuliza anamuuliza mzee Dosa. Sasa ile interview kuna maswali mengi, mimi nitakwambia mawili haya kwa sababu tunamkumbuka Mwalimu Nyerere. Amzedosa, hebu a juu yeyote alitokea baada ya uhuru na nini? Kama leo nyinyi mnarudi tena pale New Street, ofisi ya TAA ile hamsini na tatu, mnataka kiongozi wa kuongeza mapambano dhidi ya Waingereza, leo mnarudi pale mchagua Nyerere. Si atukufanya kosa, hatukufanya kosa kabisa kumchagua Nyerere. Na nitakuunganisha eh, hii kauli ya Dosa, mzee Dosa ya anamwambia Abdu Mtemvu. Sasa nakupa kauli nyingine ya Klasti, mtoto wa Abdu Saisi, baba yake amemwambia nini kuhusu Nyerere? Kamwambia sisi, ile kazi ya Nyerere tumemchagua pambani na Uingereza, aliifanya kama tulivyotegemea. Hakuna mahali popote pa kusema hapa, mbona kavuruga hapa vilevile mpaka vile, tumepandisha barua badala yetu. Lakini lingine hii, mwalimu mwenyewe akasema, hii si mtu mwingine mwe mwenyewe na nyinyi Daily News mwende kwenye, kwenye nani kwenye maktaba yenu mtafute gazeti hmm. Watu wa mabenki hawa bwana wameandika barua yale, yale Mwalimu sasa, wao hawamjui, najua kama wangemjua ile barua. Ile barua ya siri hiyo, eh? Siri siri kubwa, si siri ndogo. Nambia Mwalimu, hizi nchi za Kiafrika hizi nchi za kujitegemea bwana, sasa bwana kama una hazina zako aa a sisi tupekee bwana, unalena kuna kesho aweleta <laughs> watu wawili hapa, naona bahati mbaya sana, watu kwa kamaletea watu marafiki nyingine kaletewa Amir Jamal. Amir Jamal wote unajua sifa zake hmm? amiri Amir Jamal ukimgusa Amir Jamal ndio umemgusa Nyerere <laughs> barua ile <coughs> uh, sasa hii nasema mimi, nadhani Mwalimu akasema hivi, hawa wazungu hivi wanatuonaje sisi? Huwa sisi hatuwezi kuendesha mambo yetu sisi, watuwezi, tutachukua mapesa tutapeleka kwao. <coughs> tukapeleka Daily News bwana, kambia hii front page

Hii ni sehemu ya ladha tamu ya makala ya maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inayosimuliwa na gwiji wa uandishi, historia na sayansi ya siasa, Sheikh Mohamed Said, kwa niaba ya timu ya waandishi wa kampuni ya magazeti ya serikali TSN. Jina langu Ismail Kawambwa. Endelea kuwa nami katika simulizi inayofuata. Tukimulika kwa undani maisha, fikra na urithi wa Baba wa Taifa, simulizi hii utaipata pia kwenye magazeti ya TSN, Habari Leo, Gwiji la Habari na Daily News, sambamba na kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na X ya Daily News, Habari Leo underscore TZ, pia Spoti Leo. Usisahau kusubscribe YouTube ya Daily News Digital. TSN ataelewa <laughs> hii ni bahati kwetu, bahati kwako mtazamaji, kuwa sehemu ya historia hii. Basi na shaka utafaidi mengi na mzee wetu. Mwenyezi Mungu amemjalia, sio mchoyo wa maarifa, na kile anachokifahamu kwa megea wengine. Kuna mwanangu yeah, akija kuntembelea hapa, yuko Kanada huko, ndugu zangu <laughs> <laughs> baba, mlete vitabu, si tulete nguo bwana, vitabu ana mlete baba <laughs> <laughs> Asante, huyu hapa, huyu hapa, unamwona hapa, alikuwa mdogo hapa, na mimi umeona, ni kijana hapa mm. mm. ah. Basi mwanaye alikuja, nikamwonyesha picha, ilikuwa sijamwona mtoto wake, walizaliwa huko. Nikamwambia unamwona, unamwona hapa, nimekuwa handsome. Akaambia, grandpa, you are still handsome. Wacha wewe